Ina mtumishi wa Mungu, tunaendelea kwa habari ya sauti ya Mungu. Leo Mungu, kuna lugha ambazo wanazitumia. Bwana Yesu Kristo asifiwe! Lakini watu hawaisikii sauti yake, hawataki kuielewa. Wewe ni kondoo wa Yesu, ya kupasa usikie sauti ya mchungaji wako. Mungu anapoleta mapigo, anapo unapoona mambo mabaya yanatokea kwenye maisha yako, au kwenye taifa, au kwenye ulimwengu, dunia yote, unapoona madhara yanatokea, kuna lugha Mungu anaizungumza anakuambia tubu, tengeneza. Kuna watu wanasema hey, Mungu atajibu lini? Mungu asikii, Mungu aone, sio kama Mungu aoni, sio kama Mungu, Mungu asikii. Wawa, ndio hajaelewa lugha yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana unamuona Samuel, kusoma katika kitabu cha Samueli wa Kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa kumi na moja tunaona Samueli aliitwa na Mungu, Samueli, Samuel, Samuel, akaenda kwa Eli. Aliisikia sauti ya Mungu lakini hakuelewa Mungu anazungumza nini. Akaenda kwa Eli, hakuelewa kwamba hapa ni Mungu ndo ananipa maelekezo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wengi wameitwa na Mungu, wamesemeshwa na Mungu lakini hawajaelewa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapo ukiona mapigo yanatokea, tubu. Unamwita Mungu ashuke wakati una dhambi, wakati kuna uchafu, leo Mungu akishuka uko salama. Uko salama mpendwa. Unajua tunakuwa wepesi wa kulalamika, tunakuwa wepesi Je, umetubu? Umetengeneza njia zako? Mungu ni Mungu wa haki, akishuka leo wewe utabaki salama? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunapaswa kuomba toba.